Na katika ulimwengu wa leo dunia kwa ujumla husherekea sikukuu ya wajinga yenye mizaa, ucheshi, utani. Lakini je, unajua chanzo chake? Karibu kwenye safari ya kihistoria ya April Fool Day, yani sikukuu ya wajinga. Je, sikukuu hii ilianza wapi, lini? Na siku kuu, kwa nini iitwe sikukuu kwa ajili ya wajinga? Hadithi inaanza mwaka 1882 katika falme za Ufaransa, ilipokuwa chini ya utawala wa Mfalme Charles wa tisa. Katika harakati za kulinganisha kalenda na mataifa mengine, mfalme anaamuru kubadilishwa kwa kalenda ya kijulian, yani Julian kalenda, kuwa kalenda ya kigregori, yani Gregorian kalenda. Mabadiliko haya yanamaanisha kuwa mwaka mpya sasa utaanza tarehe moja mwezi wa kwanza baada ya tarehe moja mwezi wa nne iliyokuwa ikitumika kwenye Julian kalenda. Na baada ya mabadiliko hayo, kutokana na teknolojia kuwa ndogo, kuna baadhi ya watu hawakujua kuwa kalenda imebadilishwa. Wale waliobaki wakisherekea mwaka mpya mnamo tarehe 1 April walitaniwa na kuitwa wajinga wa April. Hivyo ndivyo hadithi ya April Fool ilivyoanza. Najua ushawahi kusikia matukio mengi ya sikukuu ya wajinga. Wapo watu walidanganya kuhusu misiba na mambo mengine makubwa zaidi. Leo nitakupa matukio makubwa yaliyotikisa dunia katika sikukuu hii ya wajinga. Mwaka 1957 kituo cha television cha BBC kilitangaza habari kuwa wakulima wa Uswizi walikuwa wamefanikiwa kuotesha tambi kwenye miti. Mamia watazamaji waliamini na wengine wakapiga simu kuuliza jinsi ya kupanda miti ya tambi nyumbani kwao, na hawa ndio walikamatika katika sikukuu hii ya wajinga na tukio jingine ni mwaka 1976 mwanasayansi maarufu Alec John kutoka mamlaka ya anga nchini Marekani, yani NASA, aliwatangazia watu kuwa sayari ya Pluto ingepita karibu na dunia, hivyo ingepunguza mvuto wa ardhi kwa muda mfupi. Alisema ikiwa mtu ataruka kwa wakati huo ataelea kwa sekunde chache hewani. Watu waliamini na wengine wakajaribu kuruka ili waone je, kama wataganda kweli wali. Na hao ndio walikamatika tena katika sikukuu hii. Na tukio la tatu lilikuwa ni mwaka 2016 kampuni ya Google iliongeza kipengele kipya kwenye huduma yake ya barua pepe yani Gmail kinachoitwa Mike Drop. Watumiaji waliweza kutumia balua pepe na emoji za minion ikiangusha mic, ikiwa na maana kwamba mazungumzo yamefungwa, yani case closed. Lakini kwa bahati mbaya watu walituma barua muhimu kwa mabosi na wateja kwa bahati mbaya, na wengine walipoteza kazi zao siku hiyo hiyo ya wajinga. Leo hii April Fool imekuwa sehemu ya utamaduni wa kidijitali. Makampuni makubwa, vyombo vya habari na hata serikali mara nyingine hutumia siku hii kufanya mizaa, lakini si kila mzaa huisha kwa furaha. Wengine wanaweza kuleta madhara makubwa zaidi. hivyo basi Unapokutana na habari ya kushangaza tarehe moja, tafakari mara mbili. Je, ni kweli au ni moja ya mizaha ya April Fool? Usidanganyike, furahia lakini uwe makini. Ulikuwa na mimi ofisho baba Samia, na hii ni Jittuh Media. Thank you.